Nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Tumsifu tu Yesu Kristo. Leo ni dominika ya Sherehe ya watakatifu na mitume Petro na Paulo. Na katika masomo ya leo, tunahimizwa tuweze kuwa watu watiifu, wavumilivu na wanyenyekevu, ndiposa Mungu aweze katuinua kama vile alivyoinua, uh, watakatifu na mitume Petro na Paulo, na pia kuwabariki na kutubariki maisha yetu. Zaburi ya kuitikizana: Bwana katika hofu zangu zote bwana ni niokoa katika hofu zangu zote have a blessed sunday have a blessed week and it's a, uh, we almost starting a new month so happy new month in advance ciao